Mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, TMA, imeeleza kuwa hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi katika msimu wa kipupwe kuanzia mwezi Juni hadi Agosti mwaka huu. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na kaimu mkurugenzi mkuu wa TMA na makamu mwenyekiti wa jopo la sayansi mabadiliko wa hali ya hewa na tabia nchi, IPCC, dr Ladislaus Chang'a wakati akitoa taarifa kuhusu mwelekeo wa hali ya hewa kwa kipindi cha Juni hadi Agosti mwaka huu. dr Chang'a amesema katika kipindi hicho hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo ya mikoa ya Kigoma, Tabora, Katavi, Rukwa, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma, lakini pia vipindi vya mvua za nje ya msimu vinatarajiwa katika maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria, ukanda mwambao wa pwani pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Sasa kwa kipindi cha Juni mpaka uh, Agosti elfu mbili na ishirini na tano uh, mwelekeo, tathmini yetu inaonyesha kwamba hali ya baridi ya wastani hadi joto kiasi inatarajiwa katika maeneo mengi ya nchi yetu. Na vilevile vile, hali ya baridi ya wastani hadi baridi kali inatarajiwa katika maeneo mengi ya mikoa ya Kigoma, Tabora, lakini vilevile vile Rukwa, Katavi, Singida pamoja na maeneo ya magharibi mwa mkoa wa Dodoma. Na kwa ujumla, tunatarajia kwamba hali ya joto la chini katika maeneo ya mwambao wa pwani ya kaskazini ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani na Tanga, lakini vile vile kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na katika visiwa vya Unguja na Pemba tunatarajia kwamba joto la chini litakuwa kati ya nyuzi joto kumi na sita mpaka ishirini na nne lakini katika maeneo ya miinuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini linaweza kuwa chini ya nyuzi uh, joto kumi na mbili na katika maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki ambayo inajumuisha mikoa ya Kilimanjaro, Arusha pamoja na Manyara, hali ya joto la chini inatarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto kumi mpaka ishirini. Lakini katika maeneo ya miunuko uh, tunatarajia kwamba joto la chini litaweza kuwa chini ya nyuzi joto kumi. Aidha, akitoa mwelekeo wa upepo, Dkt. Chang'a amesema kipindi hicho unatarajiwa kutawaliwa na upepo wa wastani utakuvuma kutoka kusini mashariki kwa maeneo mengi ya nchi na vipindi vichache vya upepo mkali unaovuma kutoka kusini, hususan katika kipindi cha miezi ya Juni na Julai 2025 katika maeneo ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi na maeneo ya nchi kavu. Tunatarajia kwamba upepo wa wastani, wastani utavuma kutoka kusini mashariki katika maeneo mengi ya nchi lakini vipindi vichache vya upepo mkali utakaovuma kutoka kusini hususa kwenye mwezi wa Juni na Julai pia vinatarajiwa katika ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi pamoja na maeneo ya nchi kavu. Kwa upande mwingine, katika msimu wa kipupwe uh, vipindi vya mvua za nje ya msimu pia vinatarajiwa hususa katika ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kagera Geita, Mwanza na Simiyu pamoja na Mara, lakini upande wa ukanda wa pwani mikoa ya Dar Dar es Salaam, Tanga, Morogoro, Mtwara, Lindi na Pwani ikijumuisha visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, pia tunatarajia kwamba kutakuwa na uwezekano wa kuwepo kwa mvua za nje ya msimu. Sasa ufuatayo ni tathmini ya athari ambazo tunazitarajia na uh, kwanza ni magonjwa yanayohusiana na, na hali ya ubaridi kama vile homa ya mapafu na magonjwa ya mifugo yanaweza kujitokeza ingawa kwa kiasi kidogo. Awali akiwasilisha mifumo ya hali ya hewa tarajiwa katika kipindi cha Juni hadi Agosti mwaka huu, mtaalamu bingwa wa hali ya hewa timu Joyce Makwata amesema hali ya joto la wastani tarajiwa, hivyo kuwa na mchango hafifu wa kusababisha mvua. Tunajua kwamba Tanzania ni nchi mojawapo ambayo inaathirika na uwepo wa joto la bahari katika eneo la bahari ya Pasifiki. Kama unavyoona hapa, katika kipindi kilichopita cha kuanzia Februari mpaka Mei tarehe 17 kumekuwepo na hali ya joto ya wastani katika eneo hili la bahari ya Pacific, hali ambayo inakuwa na mchango wa ufifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu. Lakini pia tumeweza kuona katika kipindi hichi kumekuwepo na joto la wastani katika eneo la bahari ya Hindi, isipokuwa maeneo machache ambayo tunaona kwamba kuna joto kidogo limeongezeka katika maeneo hayo, na kwa ujumla tumeweza kuona kwamba hali hii pia imeweza kuwa na mchango hafifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu lakini kipindi hichi sasa tunachoenda cha Juni mpaka Agosti, hali ya joto ya bahari katika maeneo haya inatarajiwa kuwa vipi? Tukianza na eneo la tropiki ya kati ya bahari ya Pasifik, kwa ujumla bado tunaona kwamba hali ya joto ya wastani inatarajiwa kuendelea katika maeneo hayo. Hii inaashiria nini? Hii inaashiria kwamba kutakuwa na mchango afifu katika kusababisha mvua katika maeneo yetu. Mamlaka hiyo pia imewashauri watumiaji wa baharini kuhakikisha wanafuatilia taarifa za hali ya hewa zikiwemo utabiri wa kila siku, angalizo na tahadhari, ili kuongeza ufanisi na usalama wa shughuli za baharini na kupunguza athari za upepo mkali unaotarajiwa, huku sekta ya ujenzi, madini na uchukuzi zikitarajiwa kunufaika kutokana na hali ya hewa inayotarajiwa kutoka. Jijini Dar es Salaam, Musa Khalidi.